akahisi uhitajio wake kwa Mwenyezi Mungu, basi haya ni bora kuliko taa ambayo itarithisha katika moyo wa mtu izzan kuhisi utukufu wastikbara na akahisi kibri akajivuna kwa sababu ya ile taa ambayo aliyofanya. hapa katika hikma hii lazima tufahamu kitu kimoja: Al-Imamu Ibn Ata'illah hajakusudia kulinganisha baina ya taa na maasi. Bila shaka taa ni bora kuliko maasi, na ndio maana Qur'ani imetulingania katika kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini kilichokusudiwa hapa ni ile natija ambayo inayozalika katika kile kitendo ambacho mtu kakifanya. Yawezekana mtu akafanya maasi, lakini tija yake ikawa ni nzuri katika moyo wake, ikamfanya arejee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kuna mwingine akafanya taa pengine akaswali usiku, lakini jambo lile likamtia kiburi katika moyo wake. Kiburi kile kikapelekea yeye kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukinguka na kupotoka, akatoka katika ule uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwislamu anatakiwa ajichunguze sana katika nafsi yake katika moyo wake, anatakiwa tujitahidi kufanya mambo ya kheri lakini mambo yale ya kheri yasipelekee mtu akafikwa na ujubu. Ujubu maana yake ni kujiona, ukafikwa na kiburi, ukaona labda kile kitendo cha kheri ambacho umekifanya. Mfano, mtu mwingine katoa sadaka ka, kasimama usiku akaswali kakaa msikitini akasoma Qurani akamtaja sana Allah subhanahu wa taala. Hii ikampelekea kwamba yeye ajihisi kwamba labda yale anayoyafanya anafanya kwa sababu ya ujanja wake au kwa sababu ya kwamba yeye kateuliwa na Mwenyezi Mungu, au kwa sababu yeye ana moyo uliokuwa msafi kuliko wengine, au kwa sababu yeye anapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu kuliko wengine. La, bali anatakiwa ahisi kwamba kila anachokifanya katika kheri, basi ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa uwezo wake, na kwamba lau kama Mwenyezi Mungu hakutaka, basi asingefanya kitu kile.

Hili jambo hili mtu ikiwa atalifikiria vizuri katika moyo wake wakati anapofanya mambo yake ibada taa, basi hii itampa unyenyekevu wakati anatekeleza mambo hayo. Akitoa sadaka, atahisi kwamba yeye hajafanya chochote, ataona kwamba kile alichokifanya ni duni sana kuliko vile Mwenyezi Mungu anavyomneemesha na kwamba yeye hajafanya chochote na wala hatukuwa tayari kunasibishiwa yeye kwamba kafanya jambo lolote katika mambo ya kheri. Kwa hiyo mcha Mungu ni yule ambaye anafanya kheri, lakini anahisi unyenyekevu katika moyo wake. Katika suratul mu'minuna kuna aya ambayo inashangaza sana, aya hiyo mpaka ikamshangaza Bibi Aisha radhiyallahu anha. Aya inasema walladhina yu'tuna ma atawu.

katika nyoyo zao ya kwamba wao watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Ulaika yusariuna fi lkhairat, hao ndio wale ambao wanaokimbilia katika mambo ya heri. Wahum lahasabiqun, na wao ndio hushinda wakawawa mbele katika mambo hayo ya heri. Aya hii ilimstajabisha Bibi Aisha. Yeye alifahamu labda hapa waliokusudiwa ni wale watu ambao wanafanya madhambi, ikisha baadaye wanajirejea wakamwogopa Mwenyezi Mungu lakini alipokuja kumuuliza mtume saa sallam, akamwambia: ya rasulullah, je, watu hawa waliokusudiwa hapa ni wale ambao wanazini, wanalewa, ikisha baadaye wanafikwa na hofu katika nyoyo zao, wanarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Akamwambia: la, sio hivyo, bal huwa alladhi yatasaddaq, bal huyu ni yule mtu ambaye anatoa sadaka, yusalli, anasali, wayasumu, na anafunga wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu, lakini ikawa mtu huyu anaogopa isije ikawa yale matendo anayoyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayajakubali kutoka kwake. Kwa hiyo hapa pana, e, pana tahadharisho kubwa sana ndugu zangu Waislamu, kwa sababu mara nyingi Iblisi humkamata Muislamu yule mcha Mungu mwema katika mambo kama haya Yawezekana mtu ikawa anajitahidi kufanya mambo ya kheri, lakini baada ya kumalizika tu katika lile jambo la kheri, iblisi akamuingia katika moyo wake na kumtia wasiwasi na kumhisisha kwamba yeye labda ni mtu mwema na ni bora kuliko wengine. Kwa hiyo ikamuingia kibri, ikamuingia ujubu katika nafsi yake. Hichi kibri na ujubu ikapelekea ile amali yake kuporomoka na ikawa haijakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema thalathun muhlikatun mambo matatu yanaangamiza, shuhun muta'un, ubakhili ambao unaotiiwa, wa hawan muttaba'un, na matamanio ambayo yanafuatwa, wa i'jabu almar'i binafsihi, na yule mtu ambaye anajiona katika nafsi yake. Kwa hiyo tujitahidi sana, tukifanya matendo tufanye ikhlasa lillah, tutakase kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lakini pia baada ya kufanya kile kitendo, mtu anatakiwa ajitahidi, ahisi unyenyekevu na ahisi kwamba yeye eh, ni mdogo na kwamba hastahiki hata kufanya kitendo kile, isipokuwa Allah Subhanahu wa taala ndiye ambaye kaneemesha kuweza kufanya kitendo kile. Ndio maana imekuja katika hikima nyingine, idha amilta alamal fasahhih amalaka bilikhlasi, ukifanya matendo mazuri